Karibu karibu mpendwa msikilizaji kwenye hii simulizi mpya, simulizi ambayo inakwenda kwa jina Binti Noela, ikiwa ni sehemu ya kwanza. Msikilizaji, usisahau kusubscribe, ku comment, na ku share, ku like, na mimi kusimulia simulizi hii na ito The Don, na hii ni The Don Simulizi karibu masikio yake hayakuamini anachokisikia lakini ubongo wake uliamini kuwa mkewe alikuwa kwenye ndoto zetu sana. Jasho lilikuwa linamtoka na alikuwa anajiviringisha pale kitandani kwa steri za ajabu ajabu. Mchungaji. Ah, mchungaji, mchungaji, mchungaji, ndizo sauti alizokuwa anatoa mwanamke huyo. Hmm! ndoto gani tena hizi jamani? au ndio? alisita kumalizia neno hilo, kwani kwa misingi yake ya dini ilikuwa haipaswi kumhukumu mwanadamu mwenzako bila kumshirikisha Mungu muumba wa vyote. Miguno hiyo ilikuwa na shabihiana kabisa na ile ambayo huwa inasikika katika filamu za ngono. Alitoa briefcase yake chini na kurejeza tai yake kabla ya kuondoa koti lake la suti. Tayari ilikuwa saa nne usiku akiwa ametoka kwenye kikao cha kampuni. Miguno iliyoendelea pale kitandani ilimtia hasira kiasi fulani, lakini jina lililotajwa ndiyo lilimkera zaidi. Honey honey, I am back. Taratibu akamwamsha na kuikatisha ndoto yake. Mchungaji, mme wangu umerudi, karibu saa ngapi hivi? kwa sauti ya ulevi usingizi wa usingizi alianza kuzungumza yule mwanamke, huku akiapikisha macho yake kwa kutumia kiganja kimoja na mkono mwingine ukishikilia kanga iliyokuwa inataka kudondoka kutoka kifuani. Mwanga wa taa iliyokuwa imewashwa ilimsumbua kuizoea, hali hasira ikamkaba kooni. Kijana huyo alijaribu kutabasamu, lakini sura yake ilifanana na mtu aliyepokea barua ya kufukuzwa kazi, huku nyumbani akiwa na familia kubwa, pamoja na wakwe waliokuja kuchukua mahari yao ambayo ilikuwa haijamalizwa bado. Alichukizwa sana na suala la mke wake kukosea jina lake na kumwita mchungaji. Mwazoni alisikia hilo jina katika ndoto lakini sasa alikuwa anamsikia mkewe akilitaja jina hilo wakati ameafumbua macho yake. Naam, lilikuwa ni suala gumu sana kumshawishi kijana Timoth aweze kukuelewa kuhusu umuhimu wa kuwa na mwenza ndani ya nyumba. Shughuli za kufua, kuosha vyombo na kufanya usafi ndani ya nyumba yake zilimchosha sana, lakini hakutaka mke aliyeogopa mapenzi sana kupindukia. Visa vya mafumanizi alivyovisoma kwenye magazeti na kusikia redioni vilimtikisa, vilimtikisa sana. Kaka huyo aliyekuwa na miaka takriban 29 na tayari akiwa na mafanikio yake kama kijana kwa mshahara aliyopata kutokana na kazi yake ya afisa masoko wa kampuni ya usafirishaji Lokman ya lokmania jijini Dar es Salaam, kwa ushauri wa mama yake mzazi na pia mchungaji wa kanisa lake Bwana Marco. Timoth alianza kufikiria kuhusu swala hilo na hatimaye hisia za mapenzi alizokuwa amezifungia gerezani akazipa msamaha, zikawa huru na uhuru huo zikatumia kumwangukia binti mrembo mwimba kwaya wa hapa kanistani aliyeitwa Noela. Halikuwa swala gumu sana, kwani wachungaji walikuwa kati yake, hivyo Noela hakuleta longolongo, uhusiano ukaanza rasmi hadi walipofunga ndoa takatifu kanisani hapo. Japo alikuwa na hofu ya kutendwa, lakini alifunga kiri yake na kusema maneno haya: nipo tayari kumuoa binti Noela Filemon na nitaishi naye katika shida na raha hadi hapo kifo kitakapotutenganisha. Makofi, nderemo na vifijo vilifuata. Timoth Geitafa na Noela Filemon Wakawa mke na mume rasmi. Timoth aliamini alikuwa amekosa mengi kwa kuwa katika maisha ya ukapera muda wote ule, kwani raha alizozipata kwa kuwa na Noela kama mke wake, alijihisi yupo nchi ya kufikirika ambayo ni zaidi ya jengo la kifalme huko Uingereza, zaidi ya Tanzania na amani yake, zaidi ya raha anazopata mtoto kwa kunyonyezwa la mama, huko joto la asili kililoja upendo ri wa mama likipenya katika ngozi yake. Naam. Nini kitaendelea? Nini kitajiri? Tukutane katika sehemu ijayo na itakuwa ni sehemu ya pili.